Fatai Odun, baba wa mwanamuziki maarufu kutoka nchini Nigeria Ahmed Ololade anayejulikana kama Asake ama Ashake amesema kuwa mwanae huyo amekubali kumnunulia nyumba, kumlipia harama za matibabu na kumtunza binti yake. Odun anafahamika pia kwa jina la Malo, ambaye amepoza baadhi ya sehemu ya mwili wake baada ya kupatwa na kiharusi na kushindwa kumudu harama za matibabu, alimwomba Asake msaada kupitia video iliyosambaa mitandaoni siku ya Alhamisi ya wiki iliyopita iliyopita akiomba Nigeria kumshauri msanii huyo kumsaidia. Wakati huo mwanamke mmoja anayedai kuwa mama wa mtoto wa Asake aitwaye Adijat pia alimtua msanii huyo kwa kumtelekeza yeye na binti yao Zinat. Katika mahojiano aliofanyika siku ya Jumapili ya wikend iliyopita, na mtayarishaji wa maudhui ya kidijitali aitwaye Aki Abolade maarufu kama Mr Lilgaga, Odun alionekana akimwambia dua mwanae huyo yani Asake, huku akieleza furaha yake kwa sababu amekubali kushughulikia matatizo yote aliyoyataja. Akizungumza kwa lugha ya Kiyoruba, Odunse alionyesha fahari yake kwa ashakena kumbariki kwa maneno ya dua. Alisema alilazimika kumtaja mwana hadharani kwa sababu ilikuwa muda mrefu hajamwona. Amesema watafute nyumba atakaoninunulia na wameanza kuitafuta tangu jana, yaani akimaanisha Jumamosi ya wikendi iliyopita, tayari ameanza kuchukua hatua, alisema kwa Kiyoruba katika video iliyopakiwa na Mr kwenye Instagram siku ya Jumapili. Ninajivunia sana mwanangu. Odunsi alisema haya pole pole, jua kama anajivunia uwepo wa Asake na kuwa na kuwa hakuna bali takalompata ama hadhi yake kushuka kamwe. Akifafanua chanzo cha sida yake dhidi ya Asake, Odunsi alisema ni kwa sababu ilikuwa muda mrefu sana sijamuona. Mama yake alipaswa kumuuliza, "Ni lini mara ya mwisho ulimuona baba yako?" Hilo ndilo nikasirisha Lakini sasa tumesuluhisha, kuna uhasama tena, alisema huku akitumia methali kuashiria kuwa mambo yameko sawa. Amenitafuta na kusema atatimiza kila ombi nililokuwa nalo, aliongeza huku akiimba kwa furaha, tumesuluhisha tofauti zetu. Amenipigia simu na tumezungumza, hakuna tatizo tena. Asake amashake alikumbwa na wimbi la lawama mwishoni mwa wiki iliyopita baada ya wananchi na watumiaji wa mitandao ya kijamii hasa kutoka eneo la Isale iko Lagos kuonesha masikitiko yao kuhusu madai ya kumtelekeza baba yake mgonjwa Odons. Ijumaa video iliyosambaa mitandaoni yani wiki iliyopita ilimwonyesha Odons akijitambulisha kama baba wa Asake iliyozua mjadala mkubwa sana kumuhusu msanii huyo. Katika video hiyo Odons alieleza kuwa hajamwona Asake tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili afya yake ilipoanza kudorora na kwamba alihisi haja kuomba msaada hadharani. Alidai pia licha ya Asake kuwa maarufu na mwenye mafanikio hajawahi kumpa msaada wa kifedha. Asake alijibu shutuma hizo upande wa TikTok kwa kuachia video ambayo alikuwa kimba Kiyoruba akisema kuwa huwezi kuaridhisha wote, huwezi kuridhisha dunia, lakini chochote tunachofanya kifanye kwa ajili ya Mungu. Baba yangu anataka kunitumia na tayari nimekusha kumtumia pesa nyingi sana, nimehangaika kwa miaka mingi, lakini wanajaribu kunichosha kimaisha. Katikati ya mgogoro huo, familia ya Asake ilivunja kimya, sio tu kwa kuzungumzia tuma hizo, bali pia kumtumu msanii huyo kwa kutowajali binti yake Zinat na mama yake. ulimtaka Asake kuwajibika kwa ustawi wa baba yake na pia walionyesha utayari wa kufanya kipimo cha DNA ili kuthibitisha uhalali wa zinati ambaye ana umri wa miaka kumi na moja. Mwanamke mmoja alionekana kwenye moja y video, alimwomba msanii huyo moja kwa moja akisema, Nagusi Ololade Mr. Money tafadhali njoo ukamilishe wajibu wako. Hii ni SNS management, audio series za kusisimua, makala za ulimwengu, siasa za dunia, katika uchambuzi wa kina, maajabu ya ulimwengu na anga